Eneo la Kabwareng katika kaunti ya Nandi limekuwa likigonga vichwa vya habari kila mara kutokana na mauaji, wizi wa mifugo, mizozo ya mipaka na aina nyingi za uhalifu. Inakisiwa kuwa hali hiyo imekuwa ikichochewa na umaskini na wakazi kujitosa kwenye uraibu wa pombe na dawa za kulevya. Hata hivyo, taswira imeanza kubadilika baada ya wakazi kuanzisha mradi wa kununua mifugo ambao unahakikisha kuwa kila mkazi anamiliki mifugo ili kujikimu. Daniel Kurir anaarifu zaidi kutoka Nandi. Ni wimbo kwa wa furaha kuashiria hatua kubwa iliyopigwa na wenyeji wa Kereri, kaunti ya Nandi, wakisherekea mafanikio ya wa juhudi za miaka miwili iliyopita za kupambana na umaskini, wizi wa mifugo, ugemaji wa pombe haramu na matumizi ya miadarati miongoni mwa vijana. Mradi huu imeweza kupiga, kupiga vita mambo ya matumizi ya dawa za kulevya kwa vijana wetu. Saa hizi mambo ya dawa za kulevya tumezika katika uh, kaburi la sahau. Wa miliki, watu wamepata leo ng'ombe eh, 60 64 hawa ni ng'ombe, alafu kondoo ni members 33, alafu wale wanunua kuku ilikuwa pia ni vikundi 30 ambapo wamepata 3600, so hii mradi nataka nishukuru sana, kwa sababu imetusaidia pakubwa kuunganisha watu wetu wa eneo letu kwa pamoja, na pia kila mtu amepata mapato kwa boma lake, kutoka tuanze kupigana hii kitu hii. This year peke yake we have not registered any gender based violence kwa area, hakuna maneno ya assault kwa area hii. Wizi imepungua sababu watu wamekuwa sumba na wameona umuhimu ya kufuata kudi ya kina nani ya maendeleo. Wakazi wanajikusanya kwa makundi na kuchangisha fedha, ambapo kila mwezi wananunua ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku na vyombo mbalimbali ili kuimarisha maisha yao. This initiative imesaidia sana kwa wakati wa savings sahizi. so, kwa hizi group zetu we are we are, we are investing almost 1 million every month in terms of livestock, in terms of uh, cows uh, sheep, na wale kuku wengine So hiyo ni mradi ambao tunasema kwamba vijana if we keep ama to invest uh, this amount of money after some times will gain value. Tunapopata manure pale, tunapeleka pale kwenye shamba na hapo ina, inaongeza nutritional value. Tukipata ile spinach, tukichuna ile spinach, tukichuna ile sukuma imeongeza nutritional value kwa kwa mwili wa mwanadamu. Walionufaika hata hivyo, wanatoa wito kwa serikali kuweka mitego za kuwanasa fisi ambao wanavamia mifugo eneo hilo. Serikali ya kaunti ama kupitia KWS walete sisi mtego ile ya kushika hayena, ili kwamba iweze kuchukua kushika hii mnyama waweze kurudisha mahali inafaa, na inapofanyika hivyo tutakuwa safe na tunapopata wanyama kama hawa ambao wameweza kufaidi sisi, tutaweza kuendeleza maisha yetu. Daniel Korir, runinga ya Citizen, county ya Nandi.